Mji wa Eldoret umejaliwa kuwa na mto huu wa Sosiani, ambao wakazi wa maeneo haya wanatumia mto huu kwa shughuli mbalimbali, na tena una manufaa mengi. Lakini miaka inapoendelea kusonga, huenda tukaweza kupoteza mto huu wa Sosiani. Ungana nami Nyongesa Augustine kwenye makala haya ya historia ya mto Sosiani. Wakaazi wa maeneo haya wanatumia maji haya ya mto wa Sosiani kwa shughuli mbalimbali. Wengine wao wanatumia maji haya kwa kuoga, wengine wao haswa wafanyabiashara wa, wa viatu wanatumia maji haya kwa kuosha viatu zao za mitumba, alafu wakaweze baadaye kupeleka sokoni haswa. Wengine wakulima wanatumia maji haya ya mto Sosiani kunyunyizia mimea yao. Maji haya tu ndio baadhi ya matumizi ya mto huu wa Sosiani. Naam niko hapa kwenye kando, ama niko hapa mkabala na mto wa Sosiani, na nimeweza kukutana na mkaazi wa hapa ambaye pia ni mfanyabiashara wa viatu. Labda tu ningeungana pamoja nami tunapozungumza naye moja mbili kuhusiana na mto Sosiani. Kwanza kabisa tuambie jina lako, unaitwa nani? Jina langu naitwa Charles Onyango. Aha. Eh, Charles Onyango. Wa uh... Eh Ume, umekaa hapa kwa muda gani? Yeah, up more than 30 years. Uh -huh. Yes. Okay. Nimekaa Okay. Sasa umekuwa ukifanya hii biashara ya viatu for 30 years? Yes. Alafu labda tu ukaweza kutueleza. Haya, huu mto wa Sosiani umekuwa kwa umekuwa manufaa gani kwako binafsi? Eh, hey, mto wa Sosiani kuna manufaa manufaa mengi sana. Natusaidia mm -hmm kufua manguo, kuosha viatu, kupanda nayo mti mci, niko hapo hivi kando ya maji hiyo, ndio kazi ambayo tuna na kusaidia nayo mm -hmm. kiekea okay, huko chini kuna wenye pia wanatumia, watu wanatumia pia kuikunywa huko chini, vitu mm -hmm. kama hizo. Kuna watu wanakunya hii? Eh, huko chini ya wanaumahuko huko zinatoka, wanaweza kutumia huko hivyo, wanaikunywa, wanailau, wanakunywa hiyo maji. Yeah. Na labda huenda mto wa Sosiani changamoto mm -hmm. gani ama una una madhara gani, labda kwa wakazi wa maeneo haya labda hayatuwasisiandika na changamoto mingi, kwa sababu kuna watu wanatupa takataka ndani, kuna watu wanaenda haja hapo kando. Tunajaribu kuwazuia, kuna support ambayo tunapata. Tunapata seng nakuja maekelea maafi hapo kando, vitu kama hizo, so ni madhara, kwa sababu watu wengi wanaitumia, na watu wakienda hapo haja pia si nzuri sehemuzuri, yes. labda tu ungependa kama wewe mkazi wa maeneo haya ya Eldoret ungependa labda kitu gani kifanyike ili tukaweza kutunza huu mto wa Sosiani? e, mimi nilikuwa nasema kama mkaji wapo wasinigishi waweke hmm, mikakati mzuri ya kutunza hii maji so kuiosha machafu ambayo zinamwagwa zisimwagwe ndani. Watu ambao wanaenda haja kando, ndio watu wasiende haja kando, sijui watawanaweza kuiweka nini fence ama wajua waweke nini watu wapate nafasi ya kuingia huko ndani kwenda haja ndani vitu kama hizo. Yeah. Meshukuru sana bwana. Asante sana uh, huu tu ndio umekuwa mahojiano ya moja kwa moja na mkazi wa hapa Eldoret ambaye anafanya biashara zake za kuuza uh, viatu kando ya mto huu wa Sosiani Namu bado tu tuko kwenye mji wa Eldoret kando ya mto Sosiani na hapa hivi tumeweza kutana na mkulima mwingine ambaye anafanya biashara yake hapa kando ya mto Sosiani. Labda tu atatueleza jina lako, unaitwa nani? Naitwa Kazungu Katana. Eh, una umekaa hapa kwa muda gani? kama miaka 4. Ndio eh, sasa umeweza kuwa ukishughulisha na mambo ya upanzi wa miti hapa nimeona umeweza kupanda hapa miti aina tofauti, tofauti tofauti. mm -hmm. Labda tu tutu, utatueleza Bwana Kazungu umuhimu wa mto wa Sosiani ni upi kwako kibinafsi? Iko na muhimu na iko na hasara yake maana mm -hmm. E, mwezi mbili iliyopita maji mm -hmm. ilifurika mingi zaidi kayo mm -hmm. ikafika kwa ile barabara mm -hmm. na ikabeba vitu yangu yote especially karibu na mwisho huko mm -hmm. eh iliweza maji iliweza kufurika ikabeba vitu. Kabeba zako yote. Uh -huh. Kabisa kabisa. Sasa umeweza kuanza na changamoto ya umto si ndio? Changamoto lazima iko ndugu yangu <laughs> eh, eh. Eh. Labda sasa, kando na hiyo changamoto, uh -huh. ni umuhimu gani ambao kama wewe mkulima wa hii, hii mimea umepata kutokana na umto wa Sosiani? Eh, imenisaidia kwa sababu maji ka karibu uwezi uh -huh. eh, chota maji kama vile unaweza wakati ukame aukame uh yanisaidianga -huh. uh -huh. eh, uh -huh. changamoto ni hiyo tu eh. Uh -huh. uh -huh. Na labda tu ukaweza kutueleza huu mto Sosiani u, ungependa kutoa maoni gani ambapo tunaweza saidia, kwa sababu tumeweza kutembea kwa huu mto, tumeweza kupata hapo kuna uchafu kando kando ya mto, kuna unaweza toa maoni gani ili ya kwamba huu mto ukaweza kuwa msafi kabisa? Ni kusafisha mto, mm -hmm. e, na kupanda miti kando kando ya mto, mm -hmm. e, ili isitoe tena mchanga, mm -hmm. Eh, kitu namna hiyo, mm -hmm. e, asante meshuku sana, meshukuru sana bwana Kazungu. Haya. Hayo ni mahojiano ya moja kwa moja na bwana Kazungu ambaye ni mkaazi wa maeneo haya Eldoret na pia mkulima wa mimea tofauti kando ya mto Sosiani. Kulingana na maoni kutoka kwa wakazi wa maeneo haya, ni dhahiri shairi kwamba kunahitajika ushirikiano kati ya serikali na wakazi wa maeneo haya ili kutunza mto huu wa Sosiani. Nimekuwa wako Nyongesa Agustin.